Kuna watu wengi wana ndoto ya kuwa matajiri, lakini wanasema bro, sina mtaji. Lakini leo ngoja nikwambie kitu: utajiri hauanzi na pesa, unaanza na akili sahihi. Leo kwenye PesaVibe, tunazungumza kuhusu siri ya kujenga utajiri bila kuwa na mtaji mkubwa. Utaona kwa macho yako kwa nini pesa sio kikwazo; ni mtazamo wako ndio unaamua ukubwa wa mafanikio yako. Kuna msemo mmoja wa Warren Buffett unasema, kama huna uwezo wa kudhibiti senti mia moja, hautawahi kudhibiti milioni moja. Watu wengi wanangoja wapatwe na bahati kubwa, wapate milioni, ndipo waande kuwekeza, kuanzisha biashara au kutengeneza ndoto zao. Lakini ukweli ni kwamba watu wengi hawana uhaba wa pesa, wana uhaba wa ubunifu. Kama leo ungeachwa mjini bila shilingi, ungeweza kuanza nini kesho asubuhi? Watu wachache wanajibu, lakini wale wanaofanikiwa wanaanza na kile walicho nacho, si kile wanachokosa. Utajiri unaanza kichwani, si mfukoni. Kabla ya kuwa na pesa unahitaji kitu kimoja muhimu, mindset ya utajiri. Watu wenye akili ya utajiri wanaona fursa kila mahali. Watu wenye akili ya umaskini wanaona tatizo kila mahali. Mtu tajiri anaona nina simu, naweza kufungua biashara ya online. Mtu maskini anasema simu yangu haina kamera nzuri, siwezi. Mtu tajiri anasema nina muda wa saa mbili jioni, naweza kutumia kujifunza kitu kipya. Mtu maskini anasema nimechoka, acha niangalie series. Utajiri ni matokeo ya jinsi unavyotumia muda wako, si tu pesa zako. Unajua, watu wengi wanataka kuwa matajiri, lakini wanatumia pesa kama watu matajiri tayari. Yaani, mshahara ukifika, pizza, bia, Netflix, fashion mpya, alafu wiki ya pili wanarudi kwenye maneno yao maarufu, bro, sina hela. Hata pesa yenyewe inakuwa confused, nikikaa kwake naisha haraka. Lakini ukianza kutunza kidogo, hata pesa inaanza kukupenda. Pesa inapenda watu wanaojua kuitunza. Elon Musk alianza kwa kuuza software ndogo aliyoitengeneza akiwa nyumbani. Oprah Winfrey alianza kama mtangazaji wa redio wa kawaida. Na hapa Afrika kuna vijana wanaotengeneza utajiri kwa kuuza bidhaa za mtandaoni bila hata duka. Mfano mdogo, kijana mmoja Dar es Salaam alianza kuuza mitumba ya viatu kupitia WhatsApp. Alianza na jozi tano, leo ana duka. Hiyo ndiyo nguvu ya kuanza kidogo na kufikiria kwa ukubwa. Siri yao ni moja, waliamua kuanza, si kungoja. Jinsi ya kujenga utajiri bila mtaji mkubwa. Hebu twende hatua kwa hatua. Hizi ndizo nguzo tano za kujenga utajiri bila kuwa na mtaji mkubwa. Moja, tumia kile kilicho mkononi. Usingoje mtaji, tumia ujuzi, muda na teknolojia ulionayo. Kama una simu, internet na akili, tayari una mtaji mkubwa kuliko unavyofikiri. Mbili, anza kidogo lakini kwa uthabiti. Usiogope kuanza na elfu kumi. Wengi wanadhani mtaji mkubwa ndiyo hutoa faida kubwa. Hapana, ni nidhamu ya kidogo kidogo ndiyo hujenga imani ya kifedha. Mfano, kama kila siku unahifadhi elfu mbili kwa mwaka ni zaidi ya laki saba lakini wengi hawawezi si kwa sababu hawana pesa bali hawana mpangilio tatu jifunze kuwekeza katika maarifa mtajiri wako wa kwanza ni akili yako soma vitabu tazama video za elimu ya fedha jifunze kuhusu biashara ukiweka muda wako katika kujifunza utajiri unakuwa rahisi kupatikana Nne, weka mtandao wa watu sahihi. Huwezi kuwa tajiri ukiwa peke yako. Jiunge na watu wanaofikiri kama wewe, wanaokutia motisha. Kama marafiki zako wote ni watu wa kulalamika, ni ngumu kufanikiwa. Kama marafiki zako wanaongea kuhusu miradi, uwekezaji na maendeleo, akili yako nayo itabadilika. Tano, weka tabia ya kudhibiti pesa zako. Kama huna nidhamu ya matumizi, hakuna utajiri utakaa. Fanya budget, andika mapato na matumizi na lipa nafsi yako kwanza. Hiyo ni siri kubwa ya mafanikio ya kifedha. Utajiri wa kweli sio kuwa na pesa nyingi tu, ni kuwa na uhuru wa kuchagua unachotaka kufanya na muda wako. Huo uhuru unajengwa na maamuzi madogo madogo unayofanya kila siku. Leo unaweza kuamua kulala au kujifunza kitu kipya. Leo unaweza kuamua kutumia pesa yote au kuiwekeza sehemu itakayokulipa kesho. Kila maamuzi unayofanya ni kura ya kuelekea utajiri au umasikini. Ukweli ni huu, hakuna mtu atakayekuja kukuokoa kifedha, ni wewe na maamuzi yako. Usingoje mtaji mkubwa, anza na ulicho nacho, pale ulipo, na kwa nguvu uliyo nayo. Kumbuka, mti mkubwa ulianza kama mbegu ndogo. Ukitunza hiyo mbegu, ujuzi, muda na nidhamu, baada ya muda itakuwa mti wa utajiri wako. Asante kukutazama Pesa Vibe. Kama umependa video hii, acha like, subscribe na comment neno naanza leo, kama ishara kwamba safari yako ya utajiri imeanza. Kumbuka, hakuna kikwazo kikubwa kama mawazo hasi. Ukibadilisha fikra zako, unaweza kubadilisha maisha yako. Tukutane kwenye video inayofuata. Pesa Vibe, tunakuinua kiakili na kifedha.